wa makurutu wa polisi umeanza kote nchini. Katika kaunti ya Mombasa, zoezi hili linafanyika katika uwanja wa Mvita. Francis Mtalaki anaungana nasi mubashara kutoka Mombasa kwa mengi zaidi. Francis, kazi kwako. Asante sana Nimrod, kutoka maeneo haya ya Mvita ambapo zoezi hili limekuwa likiendelea na ni zoezi ambalo linafanyika kote nchini. Hapa katika uwanja huu wa Mvita idadi bado ni ndogo. Ukiweza kuangalia, labda nikiweza kuichoria taswira kwamba hapa karibu nilipo kuna maafisa kadhaa hapa ambao wanaongoza zoezi hili, na unaweza kuona wakiweza kukagua baadhi ya stakabadhi na pia kuweza kufuata zile taratibu za usajili huu ambao unaendelea kwa sasa. Pamoja na hapa karibu pia kiweza kuangalia idadi ya wanawake ambao wameweza kujitokeza ni chache mno. Ukiweza, hawa ndio tayari wameweza kufika kufikia sasa na wameweza kupata eh, labda kuweza kukaguliwa stakabadhi zao, na pia kuna baadhi ya vijana ambao tayari pia wamekwisha kaguliwa. Lakini hapa nipo na afisa ambaye anahusika na zoezi hili, labda utueleze majina yako alafu tuambie zoezi hili kufikia sasa eh, liko namna gani? Anaitwa uh, Simon Ndiwa uh, senior superintendent of police na ndio chairman wa hii exercise hapa Mvita Grounds. ground. Uh, kufikia sasa tunaendelea kuangalia ile physical visible fitness of the candidates ndio twende to the next stage ambayo watahitajika kukimbia uh, so far the exercise is going on well. Uh, hatuja hatujakuwa na incident yoyote. Unaweza kusema nini kuhusiana na idadi ambayo labda imejitokeza hasa ukizingatia kwamba hapa tuka, tupo katikati mwa jiji watu ni wengi, lakini wengi wanasema idadi ni ndogo mno. Idadi ni ya wastani, haijakuwa ile idadi kubwa vile tulikuwa tunatarajia, lakini hata hivyo kulingana na ile idadi ambayo pia tunatarajia kuchukua, si mbaya, ni idadi ambayo inatosha. Na labda mnalenga kupata watu wangapi hasa katika eneo hili na kaunti Mombasa pia? Katika eneo hili tunatarajia kupata watu ishirini na wawili, lakini kaunti ya Mombasa siwezi nikajua, kwa sababu kila kituo kina sehemu yao tofauti tofauti. Changamoto zozote labda kufikia sasa? Hatuna changamoto lolote, uh, ina exercise inaendelea vizuri. Kuna wale pia walikuwa wamechelewa, naona wengine bado wako nje. Uh, sasa hiyo ni bahati mbaya kwao, kwa sababu kulingana na advertisement exercise inaanza saa mbili kamili na tunamaliza saa kumi na moja kamili, so kuchelewa pia ni kutoa kujitayarisha yeah. Kuna wengine pia wanasema stakabadhi zao, labda wengine walikuwa wamesahau. Uh, mnahisi labda mambo kama yale mnaweza kuyatatua namna gani? Uh, na shauri vijana wawe wanajitayarisha mapema wakati advertisement zinafanywa wanajitayarisha, wanatayarisha stakabadhi zao zinakuwa zote kwa uh, pamoja ndio wakati wanakuja uwanjani wanakuwa wako na stakabadhi ambaye ni zote ambazo zinahitajika. Wakati tunaitisha original documents, wasikuja na photocopies, wao wanakuja na original, ndio waweze kuenda through the exercise vizuri. Asante sana Bwana Samuel, ndio ni afisa ambaye anashughulika na zoezi hili. Nipo pia na mwanadada hapa, pia amekuja kwa kazi hizi. Labda tueleze, umefika saa ngapi? Zoezi limekuwa namna gani? Oh, kwa majina kwanza naitwa Alice. Nilifika hapa mida ya saa moja asubuhi. Zoezi imekuwa poa venye mnaona. Zoezi is free and fair venye tulikuwa tunatarajia lakini sisi by next year tungekuwa rolled out, unaona? No, juu sasa miaka ingi kwa imeshapiga pale mwisho kulingana na vinye, kwa age limit. Lakini kwa sasa process inaendelea, even though wanawa, sisi, uh, uh, ka, kama wanawake iko, iko chini lakini everything is going to be possible na tunatarajia mema. Hii ni mara yako ya kwanza? Eh, hii ni mara yangu ya kwanza. Wacha nipate huyo. Songa hapa karibu, niambie labda wewe umefika sangapi? Na kufikia sasa na ridhishwa na zoezi hili? Kwa majina naitwa Kenywa Golf Free. Kufikia hapa kwangu ilikuwa mwenda wa saa kumi na mbili kwa, hapo kwa na nusu na kwa kuangalia kwangu maswezi endea vizuri ni fair, mambo maendea vizuri na tunaomba Mungu success iende kwa mwenye itaanguka tu kwake. Labda asubuhi kuna wenzako waliregeshwa sababu zilikuwa ni nini hasa? Mimi vile tulipoingia ilifikia kitu mwenda wa saa 2 ikakuwa Wenye wamefika kuchelewa saa mbili imepita, wao wanaambiwa kidogo wamekosea kuzingatia ule muda ambao tulikuwa tumeambiwa tuingie, maana wao wameambiwa saa mbili ukue hapa ili exercise iweze kuendelea, lakini kwa sababu wengine walichelewa ndipo maana waliambiwa warudi. Asante sana, tumalizie nawe hapa, nzo hapa alafu niambie majina yako. Na vipi bro, zoezi hili unaona liko linaendelea namna gani, umeridhishwa kufikia sasa na, na matarajio yako ni yapi? Kwa majina naitwa Hanington Omondi. Uh, kwa mimi nilifika hapa mida ya saa kumi na mbili na nusu hivi sasa, ma mazoezi inazidi kuendelea kwa sasa, kuna shida tukuna tofauti kiihote tunatitiwa the same. Ma maoni yangu ni kuona kama vijana wa NYS tutachukuliwa. Nimepitia tu NYS, tumekaa nje miaka sasa mitatu, hatujachukuliwa. Tuone kama vile Rais venye alisema kama tutakuwa tuta, tuta, tuta advantage kuchukuliwa kama watu vijana wa NOS uh. So far no, no no no, no complication. Alafu, ni mara yako ya kwanza, mara yako maake, umesema umekuwa katika NOS kujaribu zoezi hili? Hil uh, hii ni mara yangu ya pili, Kenya Police. Nimejaribu pia vikosi tofauti tofauti kama prison uh, KDF mara mbili pia prison mara moja na KWS. Ya yeah, hii ni mara yangu ya pili, Kenya Police hapa hisi ni kwa nini, labda hujaweza huja huja kupata ile nafasi, na wakati huo labda ndio huenda bahati yako imesimama? Mara ya kwanza tulicholewa, nakumbuka nikijaribu Kenya Police, nilicholewa si kwa sababu sikuwa na good conduct, ilikuwa ime expire, na pia sikuwa na discharge certificate ya kuonyesha kuwa nikweli nilimaliza NYS, but currently ya pili, hii mara ya pili nimejaribu sasa hivi niko na document zangu zote, na nilimake sure niko na kila kitu yangu yote wenzako <coughs> pia amezungumzia umri na vile kuchelewa kwa zoezi hili labda kumemwathiri yeye. Itakuwa sasa ndio mara yake ya mwisho, huyo. Inakuwaje kusema? Uh, ukweli umri, umri siwezi jua, but kwangu mimi umri, mimi kwangu imenifeva kwa sababu, si ati nilikuwa na miaka mimi, nilikuwa na miaka ishirini na tano na wenye walitolewa kwa sababu ya miaka, maybe wanaona huko mbele venye kuko mazoezi ya kule yenye itawathiri kwa njia moja ama nyingine kwa sababu ya, ya maybe mifupa na mazoezi yenye iko kule ndani, but so far so good, sijaiona kitu tofauti. Asante sana. Nani moja tu wa vijana ambao wamefika hapa na kulingana na afisa ambaye anashughulika na zoezi hili na nasema kwamba katika umati huu wa vijana basi wataweza kupata vijana 22 ambao watakwenda kuwakilisha uh, katika kikosi ambacho uh, kinatafutwa na serikali makurutu 10,000. Kwa hivyo, kwa sasa zoezi hili linaendelea uh, kwa njia iliyo sawa na baadhi ya wale tumeweza kuzungumza nao wakionyesha kuridhisha kwao, lakini hapo awali kuna baadhi ya wale ambao walikuwa wamefika kwa kuchelewa pia kukosa sakabaadhi ambazo zinahitajika na kukosa kufahamu kile ambacho labda walipaswa kuwa nacho. Na kuna baadhi ya umati ambao unauona hapo nje, hawa ni baadhi tu ya vijana ambao wamefungiwa mlango kutokana na kuchelewa au kukosa stakabadhi ambazo zinahitajika kwa wao kuweza kushiriki zoezi hili. Kutoka kaunti ya Mombasa, nakomea hapo. Mimi ni Francis Mtalaki, na kuregesha kwake Nimrod Taabu kwa taarifa zaidi. Naam na mtazamaji, hivi sasa tunakwenda mapumzikoni. Tuko tayari kuanza mada yetu katika masuala ya ukumbi, tutakuwa tunaanza mazungumzo na gavana wa kaunti ya Migori kuhusiana na mustakabali wa chama cha macha ODM pamoja na mengine mengi tu. E, hapo baadaye halafu tutakuwa na wageni wengine pia kufululiza na maswala ambayo yalijiri katika chama cha chungwa, e, wikendi hii ambayo imepita kuhusiana na sherehe za, za miaka za miaka ishirini tangu kuasiwa kwa chama na vilevile vile, e, iwapo kuna pingamizi, migawanyiko, mitafaruku au chama kitaendelea kusalia katika muungano na serikali ya Rais William Ruto. Siondoke hapo ulipo tunarejea hivyo.